Tuje kaunti namba 47 ambapo waziri wa fedha John Mbadi, Mbadi amesema serikali haitaongeza ushuru wowote kwenye bajeti ya mwaka huu ila itatumia sheria zilizoko kukusanya ushuru. Alikuwa akizungumza kwenye kikao na wafanyabiashara hapa Nairobi ambapo Mbadi amesema kuwa serikali inapania kuboresha mazingira ya kufanyia biashara humu nchini. Waziri huyo anatarajiwa kusoma makadirio ya bajeti hapo kesho. Mahali tumefika hatuwezi kutosha ushuru zaidi kwa Wakenya, especially kwa ile tunaita personal uh, tax, ile ushuru inalipwa moja kwa moja kutoka kwa uh, wananchi wa kawaida. Na hiyo ndiye msimamo wangu, na imekuwa msimamo wangu uh, kwa muda mrefu sana. Mnajua mimi kwa masomo yangu nimesomea maneno ya uh, accounting ama ukipenda ni uhasibu, uh, uh, uhasibu. Uh, na kwa hiyo masomo tulifundishwa kwamba kuna mahali unafika ukiendelea kutosha ushuru, sasa badala ya kupata ushuru, pesa zaidi itaanza kupunguka, kupungua kwa sababu wananchi wanafanya biashara ili wao pia wafaidike. Uwezi kutosha ushuru kupita kiasi. Kwa hivyo ukiangalia hii eh, bill tumepeleka bunge. Uh, tulipeleka um, uh, <coughs> hii bill bunge tarehe ishirini na tatu um, April. Hii bill tunaita finance bill. Ukiangalia vizuri for the first time hatujaweka uh, ile nyongeza uh, ushuru vile inakuwa uh, uh, ukiangalia uh, vile tulikuwa tunapale, uh, tunafanya mbeleni hapo awali kwa mfano hakuna mwaka tumeleta tumepeleka finance bill without sin tax. Hiyo uh, ndio uh, mfano mmoja ninaweza toa uh, for the first time hatujaongeza ushuru kwa hizo bidhaa tuna, uh, tumeweka kwa basket tunaita sin uh, products kama pombe, sigara na kitu, vitu kama hizo uh, tunaona ni kama tumetosha ushuru ya kutosha.